Jeshi la kujenga uchumi JKU sifuri. Ime <coughs> kwa <tanko> tena. Victorien Adebayor ameutupa mpira mwenyewe. Habib Habib amesinzia sinzia, ameutupa mpira tena. Ndio kana mpira vizuri kabisa bana, amechopa ndani kule. Haya, tuangalie nafasi ambayo anaipata timu ya Singida Black Stars, anashindwa kuitumia bado tena Elvis Habib mpira ukamkuta, basi mlinda mlango anabaki kulaumu laumu tu, hakuwa na kingine cha kufanya zaidi. Khalid Gego au unaweza kumuita Habib Gego moja, kiungo fundi kabisa. Tazama mpira ile pale ambavyo alitenda madhambi Habib, ukapakwa rangi vizuri kabisa ndani ya sanduku. Elvis Rupia akachona kutumia nafasi, angalia pato pato ile mpira kazaga zaga tu, naye Idi Khalid Gego kaingiza mpira kwenye kimio ile

Michael Kamage ambaye amemtendea madhambi tena, mapasi ile ambayo alipewa akampinda, akakubali, akamlazimisha ile kaisha kwenda kutenda madhambi. Ni penalty the advantage kwa upande wao. Tafsiri ya maamuzi ni maguu ya mtu mzima yaekwe pale penalty na tu maelekezo ndani. Ambaye anakwenda kupiga mkojo wa penalty ni Tariq Mohamed, Tariq Mohamed mepiga mkojo penalti mtamu ule, ndio hii ambayo mepigwa. Angalia mila mlango lijaribu kusafiri, lakini aishindwa kufika. Wanaandika bao la kwanza jeshi la kujenga uchumi JKU, bao sasa utasomeka moja mbili. Cross jukule ameshindwa kuunganisha mpira, ameacha pasi fmaukameekewa tena, lakini mpira ameutupa imeikwa mbele Hassan Sasi yuko nao mpira, amekiza cross imekubali! oh, ile imekubali, dakika za jioni, yeah, yeah, kabisa kipindi cha kwanza, mbili mbili mbili mbili. Tazama mpira ulivyopigwa baada ya papatu papatu za hapa na pale, uliondoshwa mpira lakini Hassan sasa kamchukulia Fredi na akaunganisha kwa ndoka safi ile ile mlango alishindwa kufika kule. Mbili mbili. Mbili mbili. Black. Wamekubali. Singida Black Stars wamekubali. Na JKU wamekubali.